Yes, uh, Yes tuko hapa Muranga town. Ooh, Pastor Jimmy ameamua kufanya challenge ya masaa 80 hours.

Alianza saa dakika ishirini na saba. Alright, karibuni tena mara nyingine, tunaona kwamba eh, Pastor Jimmy Njoroge ambaye anatoka maeneo ya Muranga eh, ameweza kuja pia kuhag miti ili eh, kwa masaa eh, E, themanini hivi, tunaona kwamba e, e, watu wengi wame, wameanza kuzungumza mambo mazito sana kwenye mtandao wetu wa kijamii. Tunaona kwamba imezua mambo mazito zaidi. Tunaona kwamba e, baadhi ya watu wanasema kwamba maundi Kenya people waache mchezo watafute kazi ya kufanya, e, wasione kwamba e, kuhug meet ndio inaweza kuwapea pesa ya haraka. Na wapenzi watazamaji, mkiangalia hii video tu, wale ambao wako pale kando wanapozungumza tunaona kwamba hawa watu nia ya yao ni mmoja tu. Hawa watu wanajaribu huyu kijana ama huyu Pastor Jimmy aweze eh, kusimama kwa eight hours ili waweze kupata eh, mapato kiasi juu. Ukiona wale ambao wako hapo kando na ukilinganisha na ile ya anaitwa nani a Truphena Muthoni, ni tofauti sana sana kabisa. Hao watu ambao wako hapo ni watu ambao tu ukiwaangalia, eh, ninia ya yao tu ni ili pia waweze kupata ka, ka kitu wakati eh, ya mwisho. Na ukiangalia ya Truphena Muthoni ilikuwa ni kitu iko serious na ni kitu ambaye pia ilivutia watu wengi, wanasiasa wengi sana wakakuja kumtembelea, na hata tuliona pia Paul Lumumba aliweza kuja kumvisit So na tukiangalia pia Truphena Muthoni pia alikuwa ni mtu ambaye maybe alikuwa anatafuta kazi kwa mazingira environment, lakini ilikuwa ngumu, hakuweza kumpea, lakini alijaribu kutumia hiyo njia ili aweze kupata kazi kule, lakini tukiona huyu pastor, huyu ni pastor. Eh? Na kusema ukweli maybe eh, huyu pastor ukiangalia hata huyu mwenye anampepea pale, hii ni mchezo anafanya, hakuna kitu ambaye hapa iko serious. Ukiangalia huyu pasta maybe ameshindwa kukolekt zile sadaka kwa kanisa, sadaka ilikuwa chache, ameamua sasa, ama amejaribu. Ukiangalia hata kwenye mtandao wake wa TikTok alikuwa anafanya content mingi sana lakini alikuwa ha trend , maybe aliona kwamba apitie njia ya kuhug miti, maybe ndio anaweza kutrend. So mimi ningemwadvise huyu pata arudi tu uhudhuri uh, ama, uh, arudi tu kwenye kanisa ahubirie uh, uh, wanainji wanakondoo, ili waweze kuokoka, lakini mambo ya haya ambayo anajaribu kuiga Truphena Muthoni haiwezi kumsaidia kabisa, na wakenya waache mchezo, wasoa kutoka Mount Kenya. Watu wawache sarakasi. Sarakasi iwezi kusaidia kabisa, ni wewe uamke uende ufanye kazi na upate kipato yako ya halali. Lakini hii mambo ya kusema una hug meet, ulikuwa unahubiria watu maybe umeshindwa uja trend kule, ndio unajaribu hata ukiangalia Githaiga, ameweza kumwambia kwamba si aende kanisani waweze kumchangia sadaka. So maybe mapasta wenzake wameweza kumtumia aswa, hawa wanyao walikuwa wanashiriki na yeye, wamesema, kijana wetu, twende ufanye hivi na utaweza pia kujizawadia mamilioni ya, ya pesa kama mnavyoona, yeye anacheka tu hapo kando. Eh, huyu ndio kijana ambaye yuko serious anataka kuhug miti 8 hours eh? My friend tuache mchezo tuache nini mchezo. See you to the next video. Nitakuwa nawajuza nini haswa inazidi e, kuendelea Mount Kenya.